Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Alhamisi, juma la kwanza, kipindi cha Kwaresma mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Esta sura ya 4 aya ya 17, na somo la injili Tunatoka katika Injili iliyoandikwa na Mathayo sura ya saba, aya ya saba hadi ya kumi na mbili. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili iliyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa." Kwa maana kila aombaye hupokea naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao. Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati ya manabii. Neno la Bwana. Sifa kwako E Kristo. Ndugu zangu wapendwa, tunapoendelea na kipindi cha Kwaresma, nawaalika kutafakari pamoja ujumbe katika somo la injili tulilolisikia ambapo leo Yesu Kristo anatufundisha namna ya kuomba na anatuagiza kuomba ili tuweze kujipatia neema na baraka tunazohitaji kwa ajili ya ukombozi wetu. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Haya ni maneno ya Yesu Kristo alipokuwa akiwafundisha wafuasi wake. Lakini kwa nini Yesu anatuagiza kuomba, kutafuta na kubisha? Ndugu zangu, udhaifu ni moja kati ya asili yetu binadamu. Kwa hivyo, ni dhahili kabisa kuwa ubinadamu wetu umeambatana na udhaifu wa kimwili na wa kiroho pia. Katika ubinadamu wetu hatuwezi kujipatia mahitaji yote ya msingi Hatuwezi kujipatia neema na baraka toshelevu kwa ajili ya ukombozi wetu bila kupata msaada utokao kwa Mungu. Katika Injili ya leo, Yesu Kristo aliyempatanishi pekee kati yetu na Mungu ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo mema na kweli, anatualika kuomba yani, kufanya mazungumzo na Mungu. Anatualika kutafuta Yaani, kutumia nguvu ya mwili katika kuomba na pia kuweka juhudi katika kutimiza majukumu na nyajibu zetu za kila siku. Na mwisho anatualika kubisha, yaani, kuwa na mwendelezo wa kusali kuomba kwa imani kunakoambatana na kufanya bidii ya kazi na majukumu yetu ya kila siku. Ndugu zangu, maneno ya Kristo, Ombeni, tafuteni, na bisheni. Ni ahadi ya Mungu kwetu wanadamu. Maneno haya ni dhihirisho la upendo, huruma, wema na uaminifu wa Mungu kwetu sisi. Ijapokuwa tu viumbe dhaifu, Mungu kupitia mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo anatuahidi kupewa tunayoomba, kuona tunayotafuta na kufunguliwa pale tunapobisha kama tusomavyo katika Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 23, hadi ya 24. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin, nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa. Ndugu zangu, inawezekana tumesali na kumwomba Mungu kwa muda mrefu, tukiomba msaada tuweze kupata mahitaji yetu au tukiomba katika shida na maangaiko ya ulimwengu huu, lakini bado hatuoni matokeo chanya ya sala na maombi yetu. Huenda tumefika hatua ya kuchoka na kukata tamaa na hata muda mwingine kupata kishawishi cha kutokuona na kuamini uwepo wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Leo Kristo anatualika kuomba, kutafuta na kubisha, na anatuahidi kupewa kuona na kufunguliwa yote tuombayo. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida kwa mzazi ambaye hutamani malezi na makuzi bora ya mwanaye, si kila kitu ambacho mwanaye akimwomba kumpa. Mzazi aliye makini hufanya kwanza uchunguzi wa kutosha, ili kujidhihirisha ya kuwa kitu anachompa mwanaye hakitamdhuru na si kumpa tu. Lakini kwa nyakati zetu hii imekuwa tofauti, maana kumekuwa na wimbi kubwa la wazazi wasiojua kuwapa watoto wao yaliyo mema na badala yake wamekuwa watumwa wa watoto wao wenyewe, kwa maana wanapambana sana kujibu kila sauti ya mtoto bila kuzingatia hasara na faida za kile mtoto anachoomba kwa mzazi wake. Wapendwa, Baba yetu aliye mbinguni ni zaidi ya wazazi wetu; pale tumuombapo atatupa mema na si mabaya. tunasoma katika waraka wa kwanza wa Yohane sura ya tano aya ya kumi na nne na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Maana yake tunapoomba kwa Mungu yale ambayo hayaendani na mapenzi ya Mungu hatuwezi kupata kitu. Mtakatifu Gaspari anatufundisha ya kuwa mateso na masumbufu hayatakosekana kamwe katika safari ya maisha yetu, kwa hivyo hatuna budi kuomba, lakini kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kuomba. Nawaalika ndugu zangu wapendwa, tuombe nguvu na neema ya Roho Mtakatifu